Kwa upande wake mm -hmm. Wakati anakuja uh, ameingizwa ame mengi ya, ya wachezaji wapya mm -hmm. ambao kama kocha ameenda na team pre-season ya, alikuwa anahitaji kutengeneza eh, ile connection eh, ya timu kuanzia chini mpaka juu na sofa, amekuwa na mabadiliko mabadiliko mengi kwa mfano Fadlu Davis. Wakati msimu unaanza kuna watu ambao walikuwa wana priority ya kucheza first 11, yeah. lakini ghafla bin vu wakapotea, kwa mfano kuna mtu kama Debra Fernandez, Mavambo mm -hmm. wakati Simba inaanza mechi za kwanza mwa msimu, alikuwa ni panga pangua, kwanza pangua kikosi cha kwanza. Kuna watu kama wakina eh, eh, Edwin Barua, wako wachezaji kama ikawa inamfanya yeye asiwe ile mamlaka ile nguvu ya kubadilisha kikosi kwa sababu gani nasema hivyo? Leo hii tunalalamika kwamba Simba au au mashabiki wanalalamika au afisa bado wa Simba tumemsikia analalamika kwamba Simba imecheza kwa uchovu. Simba ina wachezaji wengi na miongoni mwa wa watu ambao walikuwa nasema na wao na kikosi kipana pia na mashabiki wa Simba mm, kuna watu kama wakina wakina eh, Agustin Okajefa mm, kuna watu kama wakina wakina, wakina Edwin Barua kuna wachezaji kama wakina wakina, wakina Fabrice Ngoma kuna wachezaji kama wakina wakina, wakina Budo Mutari wakina wakina, wakina Mpanzu, mm, au Yani katika kila idara idara kuna kuna kuna quality na quantity kaka yeah, kaka yani katika, yon yon katika, yon yon katika kila yeah. Kuna, kuna almost wachezaji wawili ambao wanaweza kucheza nafasi wao wao. Nadhani nadhani ile game game ingekuwa ni Simba mm. no lani, Simba Simba mm. angefunga angejisumbua kufunga mkoko wote ule slow but sure. Of course lakini mm, Singida tena, umetoka ni game ya kiume, umetoka kumjeruhi Singida ambaye amefungwa game kwa malalamiko mengi, ana analalamika Anajifanya naye anadeka wakati mm. <laughs> na, na, na na sio last born, wakasema sisi tusicheze, jaribuni muone <laughs> yani, tu watu ya last 4 huko huko mapema after, na wasahau kabisa, kama kama kuna timu kuna timu kwa poteza hapo hapo, viongozi wenu, utakuta kwenye kwenye timu nyingine, tukae tuchini tukubali kwamba kwenye mpira wetu Simba na Yanga wana nguvu kuliko mamlaka za soka. Hawezi kusema Barrett of course. Yaani hawezi kuanza kukata leo hii mm. Uh, bodi ya ligi au hata TFF yenye inaogopa sometimes kutoa hata maamuzi tu katika mechi ambazo zinahusu Simba na Yanga kwa sababu wanajua wanaofia kwamba hii itakaje, ah, hii itakaje, hii itakaje, yeah. Na na, na, na mimi pia hata uamuzi wa kum, kumweka Rajiga juzi. Ukitoa shinikizo, ukitoa shinikizo, ni kuna baadhi ya viongozi wa wameumia mm. Rajiga kusimamia na na na, na, na, na nilimsikia Masanza kwenye post yake kama yeye sio juu sema wao wamekubali wamekubali, kwa sababu wa walipo katika barua ambao amepeleka bodi ya ligi Mm-hmm, wamesema mwamuzi Hesasi asisimamie michezo yao. Yaani An asisimamie michezo , lakini achukuliwe hatua kutokana na kile ambacho wame, amekifanya. Kwa maana anakwambia kila timu na akapigwa akapigwa bani miezi mitatu. Eh, eh kwamba kwa sababu hizo kwa kwamba jamaa amepigwa bani miezi mitatu. Okay. Sasa unamfungia mwamuzi miezi mitatu miezi ambayo ligi naenda ukingoni.

amezesha ragija pia. Kuna ile faulo ambayo alicheza mpanzu ilistahili kuwa red card pia eh, japo kwa alilegeza fulani kimtindo, akameza vilivyo ile mm, kwa red card direct. Wanasimba watarajia nini sasa?